Mimi nilipasuka uke wakati wa kujifungua, dokta. Mimi wakati wa kujifungua, hizi ni changamoto ambayo nimekutana nayo kwa wanawake wengi sana, ambao wanalamia kwamba wakati wa kujifungua kwao uke ulichanika aidha ulipasuka, na hii changamoto kitaalamu inafahamika kama vagina tearing. Tafadhali naomba nisikilize hadi mwisho wa video hii, tuangalie aina na hasa sababu gani ambazo zinapelekea uke kuchanika kwanza kabisa unatakiwa kufahamu kwamba vijana tiali ni ile hali ambapo mwanamke anavyosukuma mtoto anapotoa mtoto, anaweza kama baada ya kutoka kichwa, basi ngozi ya nje ya uke, eneo ambalo linatenganisha kati ya njia haja kubwa na uke, inapasuka, ambalo ile eneo linafanika kama nini? Kama perineum, ambapo ili eneo la perineum lijipasuka, basi ndo wengi tunaita nini changamoto ya vagina tearing. Wengine wanasema, uke, kuka aidha kuchanika. Sasa njo tuangalie hasa aina ya vagina tearing. Aina ya kwanza to ile mtu anapasuka uke kwenye ngozi ya nje tu, lakini aina ya pili ni kwamba uke unapasuka hadi ile misuli ya perineum ndani inaathiriwa, na hapa utahitaji kushonwa. Lakini ya tatu ni pale ambapo uke unapasuka au eneo la enam linapasuka kiasi kwamba inaenda kuathiri hadi misuli ya njia ya haja kubwa, aidha misuli ya anas, na hapa utahitaji vile vile kushonwa ili kudhibiti tatizo. Na ya mwisho, ya nne, ndio pale mtu amepasuka eneo la uke, imeenda kuathiri moja kwa moja hadi njia ya haja kubwa, sio misuli tena, kwenda kuathiri njia ya haja kubwa. Maana yake hii ni tatizo kubwa zaidi, ambapo hapa utahitaji upasuaji ili kuweza kusaidiwa vizuri, kwa sababu yako utakuwa umeathiriwa hasa hadi kwenye misuli ya njia ya haja kubwa. Kwa namna hiyo, lazima ufanyie operation ndogo, ili kusaidiwa kuepuka changamoto. Sasa ndio tuangalie sababu gani ambazo zinapelekea uke kuchanika. Ya kwanza mtoto kuwa mkubwa kuliko njia ya uke. Kama mtoto ni mkubwa kuliko njia ya uke, hiyo inaweza kusababisha uke kuchanika. Okay, na kwa namna hiyo mtu kama huyu hospitali akionekana, ni vema akafanyiwa operation. Namba mbili, kama unajifungua ni mara ya kwanza, hiyo ni moja ya hatari. Kama mara yake unajifungua ni mara ya kwanza, hii inaweza kawa ni hatari zaidi kupata changamoto hii kuliko ni mtu ambaye aliwahi kujifungua ni kwa kwamba pale inakuwa misuli bado haijazoea inaweza kupelekea hiyo hali kutokea. Lakini namba tatu, kuto kufanya mazoezi. Narudia, kuto kufanya mazoezi. Kama ufanyi mama mjamzito, kuna uwezekano mkubwa misuli yako haisinyai wala haitanuki vizuri. Kwa hiyo sasa wakati wa kujifungua ambapo naitajika ile misuli ianze kutanuka, inakuwa ni mara ya kwanza, ile hali ya kwanza haijawahi zoea ile hali. Kwa hiyo mwisho wa siku nafanya nini? inachanika mwisho wa siku najikuta napata hii changamoto ya uke kuchanika, hii changamoto ya vagina tearing. Lakini sababu ya nne na ya mwisho ni kusukuma kwa nguvu kupita kawaida. Kama upo na mkunga anakwambia bwana, sukuma. Kwa hiyo mama anatakiwa usukume kwa kiwango baki anatakiwa, maana kama mtu atasukuma kwa ghafla kwa power kawaida, basi naweza kapelekea huo uke kuchanika. Kitu cha msingi sana, jitahidi fanya mazoezi, lakini kesho nitaeleza vizuri kuhusiana na njia sahihi za kumaliza, aidha kuepuka changamoto hii. Tafadhali, kama hujatofolo, unaweza kutofolo ili kuendelea kujifunza na usiji ukakosa somo hili. Asante sana, ni utakie wakati mwema. Share na wenzako ili najifunze kuhusiana na hii changamoto salama. Asante.